Matumizi ya animation, transition na kuweka picha katika PowerPoint. Tuendelee kujifunza kuhusu Microsoft PowerPoint programu ambayo inayotumika kutengeneza mawasilisho, yani presentations, kwa kutumia maandishi, picha, video na michoro. Animation ni nini? Animation ni mwendo au athari unayotokea ndani ya slide moja. Kwa mfano, maandishi yanaweza kuingia, kuruka au kung'aa. Namna ya kutumia animation. Moja. Chagua maandishi au picha unayotaka Two, nenda animations tab. Tatu, chagua aina ya animation. Mfano, fly in, fade, zoom. Ne, bonyeza preview kuona matokeo. Sababu za kutumia animation. Kuvutia watazamaji. Kuelezea hoja hatua kwa hatua. Kusaidia kueleweka kwa urahisi. Transition ni nini? Transition ni mwonekano maalum unaotokea ukihama kutoka slide moja kwenda slide nyingine. Namna ya kutumia. Moja, nenda transitions tab. Pili, chagua aina ya transition. Mfano, fade, push, wipe. Tatu, bonyeza preview kuona mwonekano. Sababu za kutumia transitions Kuonyesha mabadiliko ya mada, kuongeza urembo wa mawasilisho, kuweka mwonekano wa kitaalamu. Namna ya kuweka picha: insert picture. Picha hufanya mawasilisho kuwa ya kuvutia na kueleweka zaidi. Hatua za kuweka picha: moja, nenda insert tab. Pili, bonyeza picha. Tatu, chagua this device kama picha ipo kwenye kompyuta yako, au online pictures kupata picha mtandaoni. Nne, chagua picha, bonyeza insert. Tano, tumia mipini ya pembeni kubadilisha ukubwa au nafasi ya picha. Kidokezo: tumia picha zinazohusiana na mada yako na usizidishe picha nyingi kwenye slide moja.